Ndugu zangu haya hapa ni majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya JKT kundi la kwanza kwa mujibu wa sheria mwaka 2025 225 kwa. Kama umemaliza form 6 basi, majina ya wanafunzi au vijana waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya JKT tayari yameshatoka, majina tayari yameshatoka kwa video hii na kuonyesha majina ya wanafunzi ambao wamechaguliwa kujiunga na JKT kundi la kwanza. Kwa hapa sasa, kama unavyoona, utaingiza jina la shule au namba ya shule ili kuweza kujua majina ya wanafunzi ambao wamechaguliwa. Kwa mfano kama unavyoona hapa, shule ya kwanza ni St. Mary Goretti Secondary School, namba ya shule ni hiyo hapa utabonyeza, angalia waliochaguliwa. Ukibonyeza hapo kwenye angalia waliochaguliwa, basi utaweza kuona majina ya wanafunzi ambao wameweza kuchaguliwa kama unavyoona hapa, mfano waliochaguliwa, jina Aaron En Lema, kambi aliyopangiwa ni Ruankoma, JKT jinsia ni me, kambi iko Mara, wilaya ya Butiama. Ruankoma iko Mara Butiama. Alafu ukimwangalia wa pili kwa mfano, Abdurazak Idi Chumo, huyu amechaguliwa Makutopora JKT. Makutopora JKT, mkoa ni Dodoma, wilaya ni Dodoma mjini alafu kuna huyu anaitwa Abiron Beata Dennis amechaguliwa Mtabila JKT. Mtabila JKT hii ipo Kigoma Kasulu. Alafu mfano huyu Agnesi amechaguliwa Makuyuni JKT hii ipo Arusha, ambapo ni wilaya Monduli k okay. majina ya jumla kabisa sasa ni haya hapa na kuwekea linki hapo kwenye sehemu ya description ili uweze kupata majina haya, na haya hapa ni majina kamili wanafunzi waliomaliza kidato cha sita waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya JKT kwa kundi la lazima au mujibu wa sheria mwaka 2025. Hapo utaweza kuona kuna jina la shule, alafu kuna jina kamili la mwanafunzi, kuna jinsia, kuna kambi aliyopangiwa, wilaya na mkoa. Yani hapo utaona kambi uliopangiwa, wilaya pamoja na mkoa. Unachotakiwa sasa kufanya wewe ni kuchukua majina ya ni kuangalia majina yako. Unachotakiwa kufanya wewe we ni kuweza kuangalia jina lako ambalo umeweza kupangiwa. Utaangalia jina lako, alafu baada ya hapo utaangalia kambi uliopangiwa, na hiyo kambi pia utaweza kuiangalia ipo mkoa gani na ipo wilaya gani kambi uliopangiwa wilaya pamoja na mkoa hapo, yanaonekana majina vizuri kabisa. Sasa ha, hapa kwenye video hii hautaweza kusoma haya majina, isipokuwa kwenye description ya video hii nitakuwekea link ntakuwekea link katika sehemu ya description ya video hii ili na wewe uweze kuyaona majina haya vizuri kabisa, uweze kuona jina lako vizuri kabisa, au kama kuna sehemu basi hautaelewa utakuwa hauelewi namna ya kuweza kupata jina lako, unaweza tu ukanicheki nikakuangalizia jina lako, umepangiwa kambi gani, ipo mkoa gani. Kwa hiyo kama kuna sehemu unashindwa, weka komenti yako hapo, kwamba unahitaji msaada katika sehemu gani, ili niweze kukuangalizia jina lako umepangiwa katika mkoa gani umepangiwa kambi gani, na kambi ipo wilaya gani? Okay, maana majina haya yanaonyesha tarehe ya kuripoti, nadhani tarehe itakuwepo hapa ya kuripoti hmm, na maelekezo mengine pia utaweza kuyapata pale. Sasa unachotakiwa wewe kufanya ni kuweka comment section yako hapo ili tuweze kwenda pamoja, kwa sababu haya majina siwezi kuyasoma. Majina haya ni mengi sana, ni majina mengi sana siwezi kuyasoma majina. Kwa hiyo link nimekuweka katika sehemu ya description ya video hii. Kwa hiyo unachotakiwa wewe kufanya sasa ni kuweza tu kuchukua link, lakini pia ili usikose update yoyote katika channel hii, unachotakiwa kufanya ni kuweza kusubscribe. Jambo la msingi unalopaswa kufanya ni kuweza kusubscribe katika channel hii. Bonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapotoa video zetu hizi. Okay, kwa majina ndo kama hivyo, tayari ameshatoka. Link nitakuwa katika sehemu ya description ya video hii, kwa usisahau tu kusubscribe.